Mgombea urais wa Uganda Mubarak Munyagwa amezua gumzo katika mitandao ya kijamii mara baada ya kutangaza kupiga marufuku matumizi ya lugha ya Kiswahili katika elimu na mifumo ya umma endapo atachaguliwa kuwa rais wa Uganda. Katika maelezo yake, mgombea huyo amependekeza kuanzishwa kwa lugha ya Kifaransa, akisema kuwa lugha hiyo ni kuipa Uganda fursa kubwa zaidi katika anga za kimataifa . Sasa tukipitia kwenye komenti mbali mbalimbali, uh, watu wameweza kumshambulia kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, na nitapitia baadhi ya komenti tuchache ili uone namna gani ambavyo Munyagwa ameweza kushambuliwa kwenye hii mitandao. Kianza na Muyozi. Muyozi anasema huyu ni kichwa mviringo. Mwingine anasema hawa ndio marais ambao watakuwa ving'ang'anizi madarakani wakishapata. Waganda najua hamtomwelewa, lakini. Mwingine anasema unatumia jiko la umeme na gesi Uganda na sisi, kuna mengine ya kujifunza kwa pamoja. Mwingine anasema kwa upinzani vilaza kama hawa, Museveni ataendelea kushika madaraka mpaka anakufa. Huyu anaonekana bado bifu na Tanzania kwa sababu ya Idi Amin. Na wewe pia unaweza kuandika komenti yako ukatuelezea namna ambavyo e, umepokea kauli hii kutoka kwa mgombea urais wa Uganda. We shall ban Swahili as our national language. We shall ban it. We need French instead. French has a wider coverage. Burundi they speak French. Congo they speak French. Rwanda they speak French. Congo Brazzaville they speak French. Gabon they speak French. Central African Republic they speak French. We don't need Swahili. We need English and French.